Mwaka elfu moja mia tisa na elfu mbili na kumi na moja hapo ndio wazo lilijitokeza la kutafuta sehemu ya kujenga makao makuu ya mahakama na tulifanikiwa kupata kiwanja pale Chimala jijini Dar es Salaam. Ni kiwanja kidogo, na wakati huo wakati huo ni bunge peke yake ndio walikuwa wamehamia Dodoma, serikali ilikuwa imehama nusu nusu. Sasa ilivyofika ile kasi ambayo serikali ilikuwa imehamia Dodoma, bunge liko Dodoma. Shinikizo ilikuwa ni kubwa sana kwa mahakama. Hatuwezi kubaki Dar es Salaam wakati nchi imehamia Dodoma. Sasa lile wazo la kujenga katika kiwanja kile kidogo cha Chimala ilitikiswa tarehe saba mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na kumi na saba na aliyekuwa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania hayati dr john pombe joseph magufuli alinialika chamwino na aliulizia mpango wenu mahakama wa kujenga makao makuu umefikia wapi pale chimala nikamwambia ramani ziko tayari michoro imekaa vizuri tunasubiri uwezeshwaji wa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ili tuanze ujenzi. Rais wa awamu ya tano alinikumbusha kwamba ni yeye ndio alikitenga kile kiwanja alipokuwa waziri wa ujenzi, na akaniambia pale pale kwamba kile kiwanja anakijua ni kidogo, akasema hakina hadhi. Anasema kama mnataka makao makuu nitawatafutia kiwanja Dodoma. Tawatafutia kiwanja Dodoma, na pale pale nilivyosema sawa. Alipiga simu, akampigia aliyekuwa mkurugenzi wa manispaa ya Dodoma ambaye sasa ni mbunge wa Mlimba Mheshimiwa Godwin Kunambi, akamwelekeza tafuta maeneo mawili, maeneo mawili, na aliyataja alisema lazima yawe juu yawe juu na akatoa utani kidogo, akasema ili muweze kumwangalia spika akitoka akiingia bungeni muweze kumwona asubuhi, ili naye ashawishike atafute kilima ajenge majengo ya bunge. Hiyo ndiyo sababu tukatafutiwa maeneo mawili, eneo la Chimwaga lilikuwa na hekta hamsini na ili eneo tukatafuta wataalamu wakaangalia chini ya mawe kuna nini, wakatupa ripoti ya kitaalamu tukaona, ili eneo ni bora zaidi. Kwa hiyo, ingawa lile eneo la Chimwaga lilikuwa ni kubwa zaidi, lakini sisi tuliona hili linafaa, na tukapata kitalu D eneo hili la NCC link, na nakumbuka kabisa wakati tunakuja kuonyeshwa mipaka. Tulikuwa wakati huo wa waziri wa katiba na sheria alikuwa profesa Kabudi. Wakati tunazunguka kulikuwa kuna wenyeji wenyeji wanakuja kuulizia tunafanya nini? E, wengine walikuwa wanasema hivi viwanja vilikuwa ni vya babu yetu pale pale. Mheshimiwa Kabudi akasema ataenda kuongea na mbunge wa Dodoma kuangalia kwamba hawa watu waelimishwe kwamba hii mahakama inapokuja hapa Dodoma ni jambo kubwa la kimaendeleo. Hatukuwaona tena, tunajua mheshimiwa mbunge na mheshimiwa waziri walimalizana na wananchi hao, na ndio maana tukapata ili kiwanja. Vile vile tulipata mtikisiko kidogo. Baada ya kupata kiwanja, tukaambiwa kwamba treni ya SGR njia yake ndiyo hiyo. Tulidhani ingemega sehemu kubwa sana tukakumbuka yule jaji mwenye kanzu nyekundu ambaye alikuwa anatumia njia ya treni kusogeza huduma za haki. Tukadhani hizi treni zinapenda kufata sana mahakama, lakini tulikuwa tuna bahati, walimega tu sehemu ndogo, tukabaki na sehemu kubwa, lakini imeongeza hadhi ya mahakama.